Kuna bwana ya mutu, bwana yetu ni Yesu. I give e hey, you want to tunya me dada Sara which no. one? you want to tunya me dada mm. Sara me yes me I have another one I saw <laughs> he's called MC Mshaini eh?

niko na mupia he ungiura twa riri ucio areka thene ma njega muno please tell me aretwo mc mucaina nyandikira hau kenyambe nguthakire riu rwa dandasara aretwo atia mc mucaini mm -hmm. MC ta ingira tareke nguonie hmm. no amuona tariu no ugetie

Mashinani. Asha, ti mashinani. Ah, MC Mashaini. Mashaini. E, MC Mashaini TV. Yes, yes. Ni washo? E, ni washo. Ah, ni arete ginya baby top E, o rari ata kiria E, kuria farafara FM Ah, mwana kiosio aranogorire muno tondu ni nyendaari u maundu ta macio Karibu sana tushajamboke na West Side You ready for the show? Very